Asante kwa kuendelea nasi na karibu, tujadili kuhusiana na mengi, na hapa tunakujuza kuhusiana na habari njema na habari ambazo zinakusaidia wewe katika uh, maandalizi hasa ama marekebisho ambayo unatarajia kufanya katika nyumba ofisi na maeneo mbalimbali ya ujenzi, na moja kati ya kampuni za kabisa kutoka hapa nchini ambayo imekuepo kwa zaidi ya miaka thelathini, tutazungumza nao hapa usika kufahamu kuhusiana na bidhaa ambazo unaweza ukapata zenye ubora ambazo zinaweza kuendelea kuweka mazingira rafiki katika maeneo yote. Tunaye hapa Adam Kefa ambaye ni meneja masoko, karibu sana. Asante tunaye pia Omary Limo, meneja uhakiki ubora. Karibuni sana, kampuni ya Insignia Limited pamoja na Coral Paints, karibuni sana. najua si mara ya kwanza tumejadili, lakini wanasema yes. habari njema uh, tunakumbusha kila wakati mm-hmm. na pengine tuanze na jambo la wakati huu ambalo kubwa, uh, kiu yenu ni kuwafikia wananchi karibu Adam. Asante um, asanteni sana kwa utambulisho mzuri mliotupa. Uh, leo tumesema turudi tena kuzungumza na Watanzania hususan katika changamoto mbalimbali wanazozipitia hususan katika maandalizi za za ukuta, za kuta zao, okay. na pia shida wanazokumbana sasa katika jiji hili la Dar es Salaam, mambo, mambo ya fangasi, mambo ya rangi kubanduka mapema. Kwa hiyo leo hii tumekuja na neema za kutaka kuwajulisha suluhisho mbalimbali za hizi changamoto, kuanzia rangi kubanduka, fangasi kwenye kuta mm. na na ishu nyingine ambazo huwa zinajitokeza um, nipo hapa na mtaalam mwenzangu ambaye atagusia topic mbalimbali hususan mbali kutokea fangasi, rangi kubanduka na bidhaa gani ambazo tunazo zitazokusaidia wewe mteja katika utayarishaji wa, wa kuta zako na mpaka upakaji wa rangi katika final product. mm -hmm. Yeah. Karibu ana <coughs> changamoto hizo alizozitaja zipo kwa kiasi kikubwa hususan kuna hili la fangasi. mm -hmm. Kuta nyingi ukiangalia za nje na hata ndani ya nyumba unakuta zinakuwa na, na, na hali hiyo. Asante okay. Sana, sana. Um, rangi kama rangi kama bidhaa uh, inaandaliwa uh, kwa kuzingatia mazingira ambayo inaenda kukutana nayo mm. Okay? Na ukiangalia jiografia ya mji wetu pamoja na, na nchi kwa ujumla tuna mazingira ya aina tofauti tofauti. Hii inapelekea kwamba kuwa na bidhaa pia za aina tofauti tofauti kupambana na na hayo mazingira na ofe, um, ambayo yanakutana nayo mm. Umeongelea ishu ya fangasi lakini, kuna ishu za hizi za, za kupanda kwa maji kutoka chini mm. Kuna ishu za kutu, kuna ishu za chumvichumvi ya maji ya bahari. Hivi vyote ni vitu ambavyo uh, watumiaji mbalimbali ya rangi wanapambana nayo. Matokeo yake sasa hizi hali ambazo zikiwa uh, extreme zinafanya kwamba mtu asi apate shida kuona kwamba mm. kile ndicho kipaka labda kinadumu au kinafanya nini, lakini ukiangalia nyuma yake unakuta kwamba je, ni bidhaa sahihi ilitumika katika mazingira yaliyonayo mm. sisi kama Insignia, watengenezaji wa, wa Coral Paint, tu, tunalifahamu hilo kutokana na taaluma tulizo nazo um, kwa hiyo tuna aina mbalimbali ya bidhaa. Kila bidhaa iko tailored au imetengenezwa Uh, kupambana na hali hiyo na bidhaa ambazo zinafanya zina uzuizi wa maji. Nyumba unakuta zinakuwa zina mabaka yamekuwa hivi, maji yakipanda na fangas nao wanaota. Tuna mifumo vizuri ya kupambana na hali kama hizo, tuna mifungo mifumo vizuri ya kupambana na mazingira kama ya nyumba zilizo kwenye ukanda wa bahari, chumvi chumvi zinavyokuja. Tuna bidhaa maalumu ambazo ziko zina nguvu ya kupambana na ile hali ya chumvi chumvi inatafuna. Pita kule barabarani karibu na bahari, unaona nyumba zinaliwa, unaona mm. au matabaka mengine kama ya chuma ikiwa expose kwenye mazingira ya chumvi. Tuna bidhaa aina tofauti, zina uwezo mkubwa wa kupambana na, na hali ya mazingira mm. eh, kama tulivyowahi kusema mwanzo, tumejikita kuwa watu wa kutoa suluhishi ina mm. mm. eh, in, inamlazimu mtu kuanza upya pale ambapo tayari mazingira yake yanakuwa hivyo. Mfano, ana ukuta wenye fangasi anatakiwa abomoe aanze tena kujenga upya, au inaweza pia ikarekebishika wakati uh, bado ipo kwa kiasi kikubwa vinarekebishika, atakiwa mm. uh, uh, tu apate mwongozo wa uh, nini cha kufanya na kijulikane chanzo cha tatizo lake, asili yake ni nini. mm. and then watu wanaanza kushambulia lile tatizo kutokana kwenye chanzo Mm-hmm. Hapa kuna bidhaa hii ianze, hii ifate, um, pamoja na washauri tulionao na watu wetu wa mauzo ambao pia tumewajenga, tumewa na, na, na, na, na, na, na, na huo ufahamu mm -hmm. wa mambo kama hayo, pia na kituo chetu pia, wao wana wateja, wana uwezo wa kutufikia moja kwa moja mm -hmm. uh, tukawatembelea, kutokana na, ma, na mazingira ambayo walipo, tukawashauri vizuri mm -hmm. na nini watumie nini wafanye ili waweze kudhibiti au matatizo no? E hmm. Kutokana na mazingira yetu ya Dar es Salaam hmm. Eh, na pia ukiangalia bidhaa zenu hmm, ambazo zipo eh, mtu anaweza akafuata hatua gani eh, ili kuhakikisha ukuta anaojenga ama nyumba zile anazotengeneza ziwe na ubora na kutopata hizi changamoto. Okay. Kama nilivyoeleza hapo awali hmm, kutokana na mazingira yaliyopo Dar es Salaam yote siyo moja. hmm. Kuna Mbezi, kuna gongo la Mboto, kuna wapi. Wanakutana na mazingira walioko karibu na bahari watakutana na chumvi. mm. Walikutana na sehemu nyingine, labda kuna maji yanatoka chini. Kwa hiyo kutokana na tatizo wanaokutana nalo, then ushauri utatoka hapo. Kikawaida ni msingi mzima kufata mfumo mzima wa upakaji rangi kama kuta yako inaanza, ni tabaka la aina gani? Tabaka la simenti, tabaka la mbao, tabaka la chuma, tabaka la jiwe, na nini kifanyike kuzuia magadi, kuzuia maji yanayopanda? So kikawaida ni kusema kwamba mteja atashauriwa kutokana na shida aliyonayo. Kama ana fangasi, anatakiwa waue fangasi kwanza waliopo kwenye kuta. Fangasi ni kiumbe hai, bidhaa za kuwaua wao fangasi zipo na nini kinasababisha wakuwe kuzuia maji yasiyofikia na wao kukua, bidhaa zipo eh, kusili kuta zisiweze kupenyesha maji, bidhaa zipo eh, mm -hmm. Kwa hiyo kutokana na, na shida alionayo mtumiaji au mtumiaji alipo mm -hmm. na atashauriwa kutokana na mazingira. Napenda kurudia Dar es Salaam ni pana. mm -hmm. kuna Kigamboni kuna Mbezi kuna Ubungo kuna watu wa bondeni kuna maji kuna watu wa kwenye milima mm -hmm. kila mmoja hata ya. Aina solution ya sasa hivi ni kama wimbi la watu uh, kupata changamoto za rangi kwenye nyumba zao imekuwa kubwa. Ukiangalia nyumba nyingi sasa hivi ndio hivyo, unakuta kuna fangasi na kuta zinabanduka uh, rangi na vitu kama hivyo. Unadhani ni, ni kwa nini uh, shida ni kupata fundi ambaye, fundi rangi ambaye anaweza kupaka rangi vizuri ama shida ni aina ya rangi ambazo watu wanatumia, Kefa? Uh, ishu kubwa inakuja ni kufata zile kama alivyosema Omari, procedure mm, za upakaji wa rangi yeah, no, kuna vitu haupaswi kuviruka katika step zile za mwanzoni, na utakapoviruka basi uhakika wa kupata hayo matatizo mengine huko mbele. Ukishamaliza ku, ku, kufanya painting yako lazima uyakute, na ndio maana sisi tumejikita katika kuwafundisha mafundi wetu kwamba kabla aina za steps za kufata kuanzia unapoandaa ukuta wako mpaka ile step ya mwisho. Kwa sababu ukisema kuhusiana na bidhaa, bidhaa zetu zina, zina quality ya hali ya juu. Um, cha msingi ni surface pre preparations, na fundi kujitahidi kufuata mwongozo wa hizo bidhaa zetu, kwa sababu katika kila bidhaa zetu tunakushauri mm. kitu gani kinapaswa kuanza kabla hujaanza labda kupaka i top coat. Kwa maana yake, mkimuuzia mtu bidhaa mnampa, mna na elimu jinsi gani ya kuitumia, sio ndio? Kwa sababu katika bidhaa zetu waga, tunaweka description na namna ya na kupaka na matumizi ya hiyo rangi, kwa hiyo na hizo zote zimeandikwa kwa Kiswahili na kwa Kiingereza. Kwa hiyo mm -hmm. mtu anajua kabisa ushi, namna ya kupangilia jinsi ya kupaka hiyo lakini mtu anamtafuta fundi na mm. fundi mwenyewe unakuta hata haangalii yeye, yeah, anatumia tu uzoefu wake kupaka rangi. Na ndio maana sisi Insignia tuna semina maalum ambazo tunazifanya katika kila mikoa na katika kila kanda, kuwanoa kuwa, kuwa, kuwa mafundi wetu kuhusiana na bidhaa zetu na pia namna ya kupaka rangi mm. na namna ya kufatilisha zile steps ambazo tumebainisha ili kupata matokeo mazuri. Okay. Kuna maswali ambayo mtu anajiuliza, labda aina gani ya rangi ambayo apake, kama ni ndani ya nyumba ama nje ya nyumba eh, kwa nini baadhi ya rangi baada ya miezi kadhaa tu unakuta ile rangi inaanza kufifia, haibaki hai vile vile kwa muda mrefu mm. Na ni miongoni pia mwa changamoto ambazo zipo. E, katika hili, e, suluhisho ni lipi ama nini ambacho um, mnashauri? Okay. Um, rangi zina tofautiana. Mm. Kuna aina gani ya rangi imetengenezwa kwa madhumuni ya kupaka ndani, kuna aina gani ya rangi imetengenezwa kwa madhumuni ya kupaka nje, pia kukazia hatua zilizoainishwa vyetu nini ufanye hmm, ili uweze uh, kupata matokeo ambayo yanatarajiwa ukifata zile taratibu. Zile taratibu hazijatoka kichwani tu. Si tuna kituo cha utafiti kiko vere active, utafiti wa kuhakikisha matokeo mazuri yanapatikana kwenye hizi, na wataalamu wa hali ya juu tu ambao wamepita kwenye makampuni makubwa ya rangi duniani hmm. Sio hapa kwetu peke yake duniani na vifaa vya kisasa vya kuweza kuangalia athari za mazingira athari za, um, za maji, chumvi, jua kwa haraka na kuweza kuzirekebisha bidhaa zetu kwa mazingira yetu yaliyopo hapa Tanzania na kuweza kukidhi hizo haja. mm -hmm. So kikubwa ni kufata taratibu ambazo zimeainishwa kwenye vifungashio vyetu, uh, na kuwa kutumia rangi sahihi kwa mazingira sahihi hautapata shida hizo. mm hivi -hmm. mm. Kwa, kwa wastani wa chini kabisa rangi inapaswa kudumu kwa, kwa muda gani? Okay, so neno la kudumu ni neno pana. mm -hmm. Unaona, um, unapopaka rangi yako kuna rangi kama ma, mazingira si, si makali au ni makali. mm -hmm. Rangi inaweza kufika miaka minne mitano Ukiondoa uh, rabsha nyingine ambazo zinakutana nayo mm -hmm. Lakini kwamba rangi iko pale ukutani itakuwepo, unaona, haitabanduka, lakini kama umefata yale uh, maelekezo ambayo ume, ume, umepatiwa mm -hmm. Na pia aina mbalimbali mbali za rangi zinadumu kwa muda tofauti, tofauti. Eh, mm -hmm. yeah. Now, na uh, kwako kwa Adam sasa uh, watu wanafikiaje pia hizi huduma zenu na ni katika maeneo yote nchini ama yapo baadhi bado ambayo hayajafikiwa? Uh, sisi tuna network kubwa sana pana ya madilas mm, wa, mawakala ambao wapo Tanzania nzima lakini mm sisi kama Insignia tuna depots, tuna depo Dodoma, tuna depo Arusha, Mwanza, Moshi, Mbeya, kila sehemu ya Tanzania sisi tupo, na pia tuna, tuna, tuna, tuna sehemu tunaita experience center ambapo mteja anaweza akatembelea akapewa ushauri akaona bidhaa akaona bidhaa zinavyokuwa zikishapakwa. Kwa hiyo anaweza an, an, akafika pale akashauriwa akashika akaiona akatazama bidhaa inakuwaje mwisho wa siku ikishapakwa. Tunayo moja hapo Ubungo Business Park na nyingine tunayo Dodoma pale The Bay. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wateja wetu wakapate kufika katika hizi experience center, ili wakapate kupata wanasema first-hand look and feel ya bidhaa zetu za rangi textures, um, na mifumo yetu yote ambayo tunashauri katika upakaji wa rangi. Kwa hiyo karibuni sana wateja wetu katika hizi sehemu tulizozitaja, ili mkapate kujionea wenyewe jinsi matokeo ya rangi zetu zinavyokuwa ukishazipaka ama kuzitumia. Asante mm -hmm. Yes, sana Adam yeah. Uh, tunakushukuru pia Omar. Tunawakaribisha tena wakati mwingine nam. Yes, yes, ni Adam Kefa ambaye ni meneja masoko pamoja na Omar Limo meneja ya uhakiki ubora wote kutoka Insignia Limited. Uh, pamoja na chapa ya Coral, kampuni ambayo kwa zaidi ya miaka 30 sasa imekuwa ikitengeneza bidhaa mbalimbali, hasa bidhaa za rangi ambazo unaweza ukatumia katika uh, ujenzi ambao unafanya ama hata katika uh, marekebisho ya nyumba, ofisi na maeneo pia ya biashara. Tunakamilisha hivyo kwa sasa, muda mfupi ujao tu.